Sasa kipindi kile tunarudisha rudisha misukule kila mtu anayerudishwa msukule anafufuka anasema jamani, mimi nilikuwa kwa fulani. Sasa watu wakanichukia sana mimi. Hasa hawa wanaosemwa. Nikamwambia basi nifungulie kesi mahakamani. Na kesi itakuwa na urahisi kwa sababu shahidi ni aliyefufuka. Hawakudiliki. Hawakudiliki. Mmoja akaenda polisi mahali fulani pale urafiki pale. Alipofika pale mimi nikaitwa pale miaka kama ishirini iliyopita. Sema wamesema kwamba mimi kuna mtu ame, alikuwa msukule hapo kanisani amefufuka amesema nilimchukua mimi. Nipoulizwa mimi nikasema wacha nimwite aliyefufuka mwenyewe. Nikatuma gari, mkimbilieni aliyefufuka anakaa Msewe. Yule mama kaanza sasa tena aliyofufuka akija hapa. Nikamwambia mwacheni, msubiri mama kaza, aliyefufukaje huyo mama ndani ya kituo cha polisi unajusu. So, mimi na haraka bwana, hata chelewa, hata chelewa. Kakaja kale kadada, kalipokuwa kanaingia tu hapa, kakamuuliza unasemaje? Eti unasemaje wewe, huyo huyo mwenyewe bibi, unasemaje sasa mimi? Unajua mimi sikuwa naongea na wewe, mimi nilikuwa naongea na askofu. Amenisingizia akasema mimi, si nilikuwa kwenye uvungu wako? Unashangaa Ukumbuki, hivyo kuna nipa pumba, ukumbuki? Hata pumba zenyewe nilikuwa nakulilia mpaka, ukumbuki. Kanyamaza hivi, unanipa basi mimi kama mambo hayo basi ya ishe. Mimi nikasema yasiishe, yasiishe. Kanasema pumba zenyewe unanipa nageuza mikono hivi nalia huku, unakataa. Kamwambia chini ya uvungu kuna wengine nimewaacha, fulani na fulani na fulani na fulani, unataka tuwafate nao hivi kwa hiyo nikawa na ugomvi na watu wengi sana, kwa jamaa wengi hapa mjini, wachawi. Wachawi hawa hasa wachawi wanaovaa suti wakawa wanipendi sana. Najua kuna wachawi wanaovaa suti na wachawi wanaovaa masembele <laughs> hasa wachawi wanaovaa suti wakawa wananipendi sana, wakasema tumue huyu Gwajima. Sasa mimi nilikuwa nakaa kule Bahari Beach kule Bahari Beach. Siku moja usiku nimelala, nipolala nikaona kama mtu amenipiga begani. Ah, kuamka, simwoni mtu, lakini mtu aliponipiga begani kibao cha nguvu cha kuamka. Ah, sioni mtu. Ah, nimepigwa na mtu, sioni mtu kwenye kutafakari nani kanipiga kaniamsha hivi, nikaamua kwenda sebleni nikakaa sebleni pale na, na, na tafakali nimeamshwa na mtu. Nilipokuwa na tafakari nikaona watu nje ya nyumba wengi kama kumi na tano hivi wanabunduki, nikawaza ni majambazi, lakini majambazi gani wote wanabunduki? Wote wanabunduki. Sasa wakati mimi nawachungulia hivi dirishani kulikuwa na mchungaji anaitwa Paulo alikuwa amekuja kunitembelea, alikuwa chumbani kwake na yeye akawaona, akapiga kelele, baba kuna majambazi nje. Alafu wale majambazi wakasema tunamtafuta huyo baba yako Aa. Sasa mimi nikaanza kutafakari majambazi gani wana ujasiri hawa basi Ghafla wakaanza kuvunja mlango, piga simu, piga na wewe. Mlango ulikuwa mkubwa na grili, wanavunja na shoka, piga mlango kama dakika kumi na tano mpaka mlango ukaondoka. Wakaanza kupiga ule wa mbao. Mimi niko sebuleni, nimekaa nimevaa kaptula, nikasikia sauti naniambia simama Nenda kasimame kwenye ule mlango wanaoingilia. Unaweza wewe? <laughs> badala ya kwenda kuingia uvunguni, nenda ukasimame wanapoingilia. Nikasimama moja kwa moja, nikaenda kusimama kwenye mlango wanavunja, pwa, wakutana na mimi hivi hivi. Mjambazi moja akaweka bunduki yake kwenye masikio yangu, bomba la baridi. Ananiambia, dogo, tuonyeshe askofu Gwajima yuko wapi? Mimi nikajua muujiza tayari hapo, naelewa ananiambia, dogo, tuonyeshe askofu Gwajima yuko wapi? Nikamwambia askofu Gwajima anapatikanaa kanisani. Analalaga wapi? Twendeni wapeleke anakolala kwa sababu kule chumbani nimemwacha mke wangu. Kumbe wakati wanavunja mlango, Grace alipoona mlango navunjwa, akaingia kwenye kule chumbani, kuna, kuna, kuna bafu akaingia bafuni alafu akafunga kwa ndani. Kwa sasa mimi nawapeleka hawa jamaa kama nane hivi anakolala Askofu Gwajima, nikafungua mlango nikamwambia, mnaona hayupo kitandani, iko kanisani, unaelewa eh? Wakasema katoka saa ngapi, na sisi tulijua yuko hapa. Nikamwambia mambo ya maaskofu yanaelewekaga wanaendaga mbali mbali tu. Nimevaa kaptura na t-shirt, wameniwekea huku na huku na huku. Wakasema tunaondoka, mwambie hayo mambo yake ya misukule aache kuumbua watu. Aa, na mimi kawaida yangu ukinichokoza huwa napandisha tune, yaani mimi ukinichokoza na raise frequency basi wakasema mwambie kesho tunakuja. Basi nikaja kanisani, tukaendelea kuomba. Mke wangu akasema, bwana, mimi nahama nyumba hii. <laughs> Akasema leo silali hapa. Nikamwambia mimi nalala hapa. Basi kesho yake usiku, mimi nilikuwa najua ni utani Kumbuka mlango wenyewe ulivunjika, tumeshaweka tu na udongo, haujakuwa imara. Usiku nasikia pwacha. Safari hii usiku sikupigwa siku tena, nimelala nikaona kama nimeng'atwa na mdudu kama manyigu, lakini mdudu yule ana maumivu makali sana mpaka nikaamka. Eh, nimeng'atwa na nini? Eh, kitu gani kimening'ata? Nikafungua mlango kwenda Seblen Hawa hapa nakutana nao safari, nakutana nao kwenye korido. Wakaniuliza, wewe dogo, si ndio tukutana na wewe jana? Nikamwambia, ndio mimi. Askofu yuko wapi? Yuko huko. Hawaibi chochote, askofu yuko wapi? Kanisani. Ulimwambia? Nikasema alisikia aishasikia. Wakaondoka tena, wakasema tunamwambia, tunakuja tena. Hapo sasa mke wangu alishahama na watoto walishahama. Anasema hapa nyumba tunakuachia mwenyewe. Nikasema mimi, mimi sihami hapa, nikwambie jambo: uhai wa mtu uko kwenye mikono ya Mungu. Bwana asipoilinda nyumba wanaolinda wanakesha bule, na Bwana asipoujenga mji wajengao wakesha bule. Mimi ningekuwa nimetaka kuwashughulikia wale mabwana ningewamaliza, ningewamaliza, kwa sababu mimi nilikuwa na bunduki, lakini nawaacha tu kwa sababu Mungu alimwambia mfalme Daudi, hutanijengea nyumba kwa sababu mikono yako imemwaga damu za watu. Mi nikajua hawatakuja, nikalala ndani. Nyumba ilikuwa ya vigae safari. Walipokuja wakapanda juu ya vigae wakaondoa vigae hapo kwenye chumba, wakaondoa vigae hivi, ilikuwa haina ceiling board. Wakaniona nimelala pale, wakashuka na kamba. Uh, wananishika hivi, waniwekea mabomba, nafungua hivi, ah, wanasema ni yule dogo wa juzi <laughs> ni yule dogo wa juzi. Wanasema, dogo wewe, kwani unakuja kulala huku? <laughs> Naambia, kaza kama wenyewe hawapo Nilale wapi sasa? Kwa nini nimekwambia haya? Na kuonyesha kwamba uhai wa mtu uko kwenye mikono ya Mungu. Unaweza kuwa watu wana nia mbaya na wewe, kama saa yako haijafika hawataweza, na nielewe, hawataweza na nielewa hawataweza. Ukiona wameweza, ujue saa imefika. Ninageuza silaha ya adui imwangamize mwenyewe kwa jina la Yesu. Ninageuza silaha ya adui mwangamize mwenyewe kwa jina la Yesu. Ile hila ya adui iliyoandaliwa imgeuke adui mwenyewe kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na ndoto. Kwa hiyo mwenye ndoto hawezi kufa mpaka akiamua kujiua mwenyewe kwa maneno yake. Biblia inasema nimeweka mbele yako uzima na mauti, chagua leo. Unachaguaje? Kwa kutumia neno Hebu soma Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 15. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya. Hapo chini anasema uchague. Yeye ameweka mbele yako, angalia, nimewekewa leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya Hafa anasema pale, chagua uzima ukaishi. Unachagua kwa kupitia kinywa chako, what you say. Nazungumza unachokisema. Kwa hiyo mtu anayeota ndoto mwenye ndoto ya future huwa hawezi kufa, hawezi kuuliwa mpaka yeye mwenyewe atakapoamua kujiua. Hebu sema, kwa jina la Yesu ninakataa. Roho Mtakatifu nifundishe kupitia kinywa changu, kwa jina la Yesu. Hata nchi ziko hivyo. Kwenye nchi yoyote, unapozungumza zungumza zungumza, tunaweza tunaweza, sisi matajiri, tunaweza, unajiweka pazuri.